Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Nimesema tangu Jumatano nimesema maneno mengi, lakini leo ninahitimisha, na kwa kuwa ninahitimisha, sitakuwa na maneno mengi ya kusema, lakini ninasema neno moja tu, ninasema kichwa cha somo kinasema kuangaliwa na Bwana Kichwa cha somo kinasema kuangaliwa na Bwana, kuangaliwa na Bwana. Tumefanya mambo makubwa, Yesu ametutendea mambo makubwa, tumemtumikia Mungu inavyotakiwa, lakini tunahitaji Mungu atuangalie. Sema kuangaliwa. Aa, naona mumeisha choka. Sema kuangaliwa. Natamani Mungu akuangalie usitoke bila kuona uso wa Mungu na kuangalia. Usiache mwezi huu kaisha bila kuona uso wa Mungu na kuangalia. Usikubali mwaka huu kaisha bila kuona uso wa Mungu na kuangalia. Haleluya, kataa kwa jina la Yesu Kristo. Isaya sitini na sita mstari ule wa pili. Isaya sitini na sita mstari ule wa pili Isaya 66 na mstari wa pili ndiyo Biblia inasema: maana mkono wangu ndiyo uliofanya hivi vyote ndiyo vitu hivi vyote vikapata kutokea, ndiyo asema Bwana, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia mm. mtu aliye mnyonge mm. mwenye roho iliyopondeka ndiyo atetemekae asikiapo neno langu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Vitu hivi vyote unavyoviona duniani. Unavyoviona kwa macho yako. Anasema mkono wangu ndio ulifanya vyote hivi. Lakini vinaweza kuwa vimefanywa na Mungu, lakini visiwe vyako, kwa sababu Bwana hajakuangalia. Ni kweli, sio kweli? Mstari wa pili anasema mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Kuna vigezo, kuna vigezo vya kuangaliwa, sio kwamba Mungu anakuangalia tu. Aha, ili yakuangalie, kuna vigezo ambavyo anavihitaji vihitaji kwako. Kigezo namba moja kinasema, anasema mm-hmm. mtu aliye mnyonge, mtu mtu aliye mnyonge mtu aliye mnyonge huyu ndiyo nitakayemwangalia, siyo mwenye kiburi, siyo mwenye majivuno, siyo mwenye kujiona. Anasema mtu huyu ndiyo nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge. Haleluya, amen. Na Mungu atupe kujishusha mbele za Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Sikiliza Yesu, Biblia inasema katika kitabu cha, cha Wafilipi sura ile ya pili na mstari wa tisa mpaka wa kumi anasema naye alijishusha akawa mnyenyekevu, akawa mtii mpaka mauti ya msalaba, naye amekirimiwa jina lipitaro majina yote, ili kwa jina hilo kiti vitu vya mbinguni na vya duniani viseme Yesu ni Bwana. Haleluya! Hakuna kupokea heshima bila kunyenyekea Muulize jirani yako, unamuelewa una, una mchungaji Kalemela? Muulize tena, unamwelewa mchungaji Kalemela? Anasema mtu aliye mnyonge, huyu ndiye macho yangu yatakayemtazama, na vitu hivi nilivyoviumba kwa mkono wangu vikafanyika kwa mkono wangu, achi nikimtazama, vitakuwa vya kwake sasa sijui kwa nini nimekosa, nawe umekosa. Yawezekana kuna unyonge, kuna ushuku ambao Mungu hajauona ndani yangu na ndani yako. Mungu atusaidie sana. Nimesema sitakuwa na maneno mengi sana. La pili, la pili mwenye mm -mm. roho iliyopondeka. mm -mm. Nisamehe sana, nisamehe sana, kuna bii yake pale mm -hmm. soma. Ruka, Ruka moja, arobaini na nane. Luka moja, arobaini na nane. mm. Biblia inasema inasema. Luka moja, arobaini na nane. mm. Biblia inasema. Ndiyo. Kwa kuwa ametutazama. Kwa kuwa ametutazama. eh? Kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake kwa kuwa, ame kwa maana kwa maana, tazama tazama, tokea sasa vizazi vyote, tokea sasa vizazi vyote, vizazi vyote wataniita mbarikiwa, wataniita mbarikiwa. Haleluya! Mungu akiutazama wa unyonge wako, vizazi vyote watakuita mbarikiwa. Haleluya! Si unaweza kumchapia Bwana makofi jamani? Mnachoka ya yani, mnachoka hivi hivi kuna wengine wako na waza hivi, wataturuhusu saa ngapi twende tukale wali aru taliwa? Lisikie neno la Mungu, mwambie jirani yako lisikie neno la Mungu. Kwa kuwa ameutazama unyonge wangu, Kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wangu. Kuanzia sasa, kuanzia dakika ya leo ambapo Mungu amenitazama, vizazi vyote wataniita mbarikiwa na wakuite mbarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Yawezekana mitaani kuna jina wanakuita eh? Wengine wameitwa wapangaji, si ni jina? Yule mpangaji hana jina lingine, haitwi Joni, haitwi nani, anaitwa mpangaji. Mpangaji siyo jina hilo <laughs> ni la ubatizo wa mitaani. Lakini natamani Mungu auone unyonge wako na alibadilishe jina lako kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Amen. <laughs> Nenda namba mbili Namba mbili. Ndiyo. Mwenye roho iliyopondeka. Mwenye roho iliyopondeka. Atetemekae <laughs> asikiapo neno langu Sikiliza, sikiliza, unyenyekevu hukuza kiwango cha imani. Narudia tena, unyenyekevu hukuza kiwango cha imani. Narudia tena, unyenyekevu hukuza kiwango cha imani. Hebu tuende haraka, haraka kwa sababu ni tuna mambo mengi. Twende haraka haraka. Isomee Luka. Isomee Luka saba mstari wa saba na wa tisa Luka saba mstari wa saba na ule mstari wa tisa Biblia inasema: kwa hiyo nilijiona sistahili mwenyewe kuja kwako. mm. Lakini sema neno tu na mtumwa wangu atapona. Ndiyo, Mstari wa tisa. Ndiyo. Yesu aliposikia hayo alistaajabia, alistaajabu sana, akageukia mkutano uliokuwa ukimfuata mm. Akasema, nawaambia hata katika Israeli mm -hmm. sijaona imani kubwa namna hii. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yesu aliposikia alistaajabu, akasema sijaona imani kubwa namna hii katika Israeli. Kwa hiyo unyenyekevu unakuza kiwango cha imani. Na Mungu akupe unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo. Na kazi ya imani ni kufanya mambo makubwa juu ya maisha yako. Ukiwa na imani iliyo sahihi, unayaona matendo makuu ya Mungu. Amen. Unaniuliza labda, inawezekana Yohana moja hamsini, inawezekana <laughs> Tatu ishirini, andika, tusome tuende kumaliza. Yohana moja hamsini, Biblia inasema mm. Yesu akajibu akamwambia, kwa sababu nilikuambia nilikuona chini ya, nilikuona chini ya mtini, waamini, waamini, utaona mambo makubwa kuliko haya. Ndiyo, rudia tena. Yesu akajibu akamwambia, yes akajibu akamwambia, kwa sababu nilikwambia ni kwa sababu nilikwambia, nilikuona chini ya mtini, nilikuona chini ya mtini, waamini waamini, utaona mambo makubwa kuliko haya. Utaona mambo makubwa kuliko haya. Ni wangapi wanaamini kwamba Yesu anawaona? Ni wangapi wanaamini kwamba Yesu anawaona? <laughs> anasema hata ulipokuwa chini ya nini ya mtini nalikuona. Sikiliza, usiji ukakata tamaa, ukawaza katika maisha yako kwamba hata hivi hapa nilipo, haya mazingira nilipo hivi, Yesu ananiona. Hata kama uko chini ya mtini, Yesu anakuona. Sema amen, sema amen. Hata kama uko chini ya mtini, Yesu anakuona, na kwa kuwa anakuona na umeamini anasema, utaona mambo makubwa mno zaidi ya haya, na Mungu akupe kuona mambo makubwa katika jina la Yesu Kristo. Lakini kuna hatua, kuna kitu anakihitaji kukiona kwako ili akutazame wewe. Amen, Amen. Amen. Nimalizie twende, twende Waefeso Waefeso Waefeso tatu na mstari wa ishirini Biblia inasema. Mm. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno mm, kuliko yote tuyaombayo mm -hmm, au tuyawazayo mm, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Ndiyo. Kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu atukuzwe Mungu awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yale tuyaombayo na yale tu ya wazayo yako. Mambo makubwa ambayo Mungu anaweza kufanya, anakusudia kufanya zaidi ya yale tunayoyawaza katika mawazo yetu. Unajua mawazo, Biblia inasema mawazo ya mwanadamu ni tofauti na mawazo ya Mungu. Mawazo ya Mungu yako kwenye viwango vya juu. Haleluya, yako kwenye viwango ya juu. Mwache Mungu awaze mawazo ya viwango vya juu juu ya maisha yako, we mwenyewe Haleluya, anaweza kufanya mambo makubwa. Juzi ni kama niligusia neno hili nikasema hivi, unaweza ukaa unawaza basikeli, Mungu anakuwazia gari. Unaweza ukaa unawaza gari, Mungu anakuwazia ndege utembeleye juu. Unaweza ukaa unawaza eh, kanyumba ka mgongo watemba, anakuwazia gorofa. Yeye anawaza kwenye viwango vya juu haleluya anawaza kwenye viwango vya juu, lakini anasema mtu nitakayemwangalia ni wa namna hii. Acha Mungu akuangalie, haleluya. Sasa sasa tusome mistari hii miwili mi tu, hebu niende haraka haraka, soma Zaburi, Zaburi ya thelathini na nne mstari wa kumi na saba kumi na tisa. Zaburi 34 na mstari wa 17. Ndio, wali walilia naye Bwana akasikia. Walimlilia Bwana naye akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Akawaponya na taabu zao zote. Mstari wa 19. Mhm, mateso ya mwenye haki ni mengi. Mateso ya mwenye haki ni mengi. Lakini Bwana humponya nayo yote. Lakini Bwana humponya nayo yote. Sikiliza, ni kwambie ukimwacha Bwana kuangalie mateso yako yote, tabu zako zote, shida zako zote, maana yeye ameshinda kifo na mauti, ili aziondoe tabu zote, ayaondoe masumbufu yote juu ya maisha yetu. Na tumeimba kwa kupigwa kwake tunapokea uponyaji, na kwa kupigwa kwake tunapokea baraka. Haleluya, asante. mm-hmm. Jana tukagusia neno, nalihitimisha. Halafu prezi watakuwa wameisha simama hapo. Nalihitimisha neno letu la jana linasema, Isaya 64, Isaya 64 mstari wa tatu. Tunahitimisha katika hili, prezi wawe wameisha simama, wamelala Isaya 64 na mstari wa 3. Ndiyo. Isaya 64 na mstari wa 3. Isaya 64 na mstari wa 3. Biblia inasema. Biblia inasema. Ulipofanya mambo ya kutisha. Ulipofanya mambo ya kutisha. Tusiyoyatazamia. Tusiyoyatazamia. Ulishuka milima ikatetemeka mbele zako. Unaweza ukasema amen? Amen. Unaweza ukasema amen? Ulipofanya mambo ya ajabu mno mambo ya kutisha. Sikiliza, Yesu aliposhinda kifo na mauti, watu walishangaa, walishangaa. Hata leo baada anafanya mambo ya ajabu mno, ya kutisha ambayo hatukuyatazamia juu ya maisha yetu. Amen, amen. Naomba tusimame, naomba tusimame. Mungu anafanya mambo ya ajabu mno. Wimbo wetu ni ule wa jana, msiimbe wimbo mwingine, ni ule wa kwangu wa jana, ndio ni na aha, kumbe naujua ule wa kwangu wa jana, ndio nautaka. Sikiliza, Biblia imesema ulipofanya mambo ya kutisha ya ajabu ambayo mwanadamu hakuyatazamia. Sikiliza. Yes. Mungu akikutazama, Mungu ukikizi vigezo vya Mungu kukutazama, Mungu ana uwezo wa kufanya mambo ya kutisha ambayo ukuyatazamia juu ya maisha yako, juu ya maisha yako, ukaiona Pasaka ya mwaka huu kuwa ni Pasaka ya pekee yenye mabadiliko ambayo utaishuhudia katika maisha yako. Mungu anahitaji wa unyenyekevu wako. Sante, tunaenda

Sante, sante. Sikiliza nisikilize, kwanza sikiliza. Tumejifunza neno kuangaliwa na Bwana. Inawezekana kuna mahali ambapo unahitaji Bwana kuangalie. Aiza ni kwenye biashara yako, aiza ni kwenye afya yako, aiza ni kwenye uzao wako, Aiza ni kwenye masomo yako aiza ni kwenye biashara, ni kwenye ujana wako. Maana tunaona Mariamu alikuwa bado ni binti, lakini anasema kwa kuwa Bwana ameuangalia unyonge wa mjakazi wake. Yawezekana alikuwa na miaka mingi, hajapata mchumba, hajapata ndoa, lakini anasema Bwana ameuangalia unyonge wa mjakazi wake. Inawezekana ni kwenye masomo, inawezekana ni kwenye ajira ajira unasema Mungu niangalie katika mwaka huo, inaangalia inawezekana ni biashara umefanya, haviendi kama unavyotaka, inawezekana ni watoto wako, inawezekana mambo haendi kama unavyotaka, inawezekana ni kwenye huduma kwa mambo mbalimbali ninatamani Bwana kuangalie katika mwaka huu, ninatamani Bwana kuangalie katika Pasaka hii isi kandarabasha kandarabasi. Mungu kuangalie katika mazingira ulionayo, angalia ni katika ujauzito, yanzekana ni kwa kupitia njia mbalimbali. Natamani Mungu akuangalie, usiondoke mikono mitupu. Ondoka na uso wa Bwana akuangalie akutendee mambo makubwa ya kutisha ambayo hukuyatazamia katika maisha yako. Kama upo unaweza ukanyosha mkono wako, ninatamani kuomba pamoja na wewe kwamba Mungu niangalie, katika mwaka huu angalia maisha yangu katika nyanja yoyote utakayoiona, kama ni biashara, kama ni afya kama ni uzao wako, kama ni ndoa yako, kama ni jambo lolote, mwambie Bwana, nina tamani niangalie. Uso wako unitazame, uso wako unitazame uso wako unione. Mungu nitendee mambo ya kutisha ambayo sikuyatazamia katika maisha yangu, kwa sababu Bwana umeshinda kipo na mauti, una uwezo wa kufanya mambo makubwa. Nyosha mkono wako, niombe pamoja na wewe. Nyosha mkono wako, niombe pamoja na wewe. Boresikarabasha kandharabasi, mimi ningetamani, ningetamani kwa heshima ya madhabahu kwa heshima ya madhabahu ambayo tunaitumikia, ninaomba usogee hapa mbele. Ninatamani niombe pamoja na wewe, ninatamani niseme na wewe. Mungu akutazame, Mungu akutazame. Ni changamoto umepitia kwa muda mrefu, yawezekana ni njia ya magonjwa, yawezekana ni mateso ya aina mbalimbali. Umeonekana umezaraurika mbele za watu, wamekuita majina mengine Baba, ambaye hayakustahili Baba, ninaomba kubadilishia jina lingine, afanye mambo makubwa juu ya maisha yako ambayo hayakutazamiwa katika mwaka huu, lakini kwa sababu tunayo Yesu ambaye ameshinda kifo na mauti ana uwezo wa kufanya mambo makubwa mno, ana uwezo wa kufanya mambo ya kutisha, akabadilisha historia, aka historia ya kanisa lake akabadilisha historia ya huduma ka, yako akabadilisha historia ya watoto wako akabadilisha historia ya kazi yako akabadilisha historia ya biashara yako akabadilisha historia ya masomo yako akabadilisha historia kore basakandara bashakan hore baba sakanda ra tunayo Yesu aliyeshinda akipona mauti, tunayo Yesu ambaye ameshinda, amefufuka. Mwambie Yesu, umeshinda na umefufuka. Naomba unipe unipe, unitazame, uso wako, uniangalia nyosha mkono wako, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako, wako. Wewe ambaye imani na kupa, sikiliza, amesema ukiwa na imani ukaamini, kwamba hapa nilipo, hata kama niko chini ya mkuyu, naamini Yesu ananiona. Yesu anamwambia kwa kuwa nilikwambia, nilikuona chini ya mkuyu, waamini. Anasema kwa kuwa umeamini, utayaona mambo makubwa mno, yasiyokuwa ya kawaida. Nami na naomba mbingu sikaachilie mambo makubwa. Nyosha mkono wako, unaweza ukaushusha ukauweka kifuani mwako utatamka wewe mwenyewe, sielewe. Kila mmoja na mapito yake, kila mmoja na mahali ambapo anahitaji Mungu amwangalie katika mwaka huu. Nami natamani mwezi huu, siku hii ya leo, macho ya Bwana yaanze kuangalia watu wake kuanzia masaa ya mchana, mbingu zikaziangalie maisha yako. Sema Bwana Yesu sema Bwana Yesu, niko mbele zako zako, nasherehekea Pasaka ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambayo umenijalia kwa neema. Na sasa Bwana, na sasa Bwana, unayajua maisha yangu, unayajua mapito yangu. Baba, umesema kwa neno lako, mtu huyu ndiye nitakayemwangalia na mtu huyo ni mimi Baba, niangalie kuanzia siku hii ya leo, kuanzia wiki hii, kuanzia mwezi huu, kuanzia mwaka huu, utende mambo ya kutisha ambayo sikuyatazamia katika maisha yangu. Ninaamini Bwana, ninaamini Bwana, ninaamini Bwana, umefanya umefanya, umefanya. umefanya. Umefanya, umefanya, umefanya, umefanya. sante mwokozi wangu. Ninakushukuru, ninakushukuru, kwa kumeniona kwa kumenitazama. katika jina la Yesu Kristo, weke mkono wako chifwani, tunataka kwenda kuomba. Omba kwa imani, omba kwa imani, omba kwa imani. Kama ni ugonjwa mwambie Mungu, kama ni biashara mwambie Mungu, kama ni mapito yoyote mwambie Mungu, kama ni changamoto zozote mwambie Mungu. Tunaye Yesu ambaye ameshinda kifo na mauti. Karibu Baba. Karibu baba. Wewe ni Bwana unayesifiwa, kila mmoja ombe, kila mmoja ombe. Kila mmoja fungua kinywa chako ombe, ombe, ombe. Pokea heshima la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye. Wewe ni Baba yetu. Wewe ni mkamilifu wa kweli. Wewe ni Baba yetu. Wewe ni Mungu wetu. Umesema mtu yeye nitakaye muangalia. Kuna watoto wako wamekuja mbele ya madhabahu yako. Kuna watoto wako wamesogea mbele ya madhabahu yako. Hapa wanatamani

hawakuyatazamia katika maisha yao, ukabadilishe historia yao ukabadilishe ujana wao ukabadilishe biashara yao ukabadilishe ofisi zao ukabadilishe mikuba yao ukabadilishe watoto wao, Baba wakaweka baraka juu ya maisha yao, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, wengine wako kwenye masomo, wanatamani wabad wengine wamebuliliya kwenye vewenye wajila baba waonekanie kwa jina la Yesu Kristo, badilishe historia ya maisha yao, wawe na ushuhuda wasuudie, na kwamba mulikzubikiya kisu Pasaka ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano ilikuwa ya mabadiliko, ilikuwa ya kutazama. Baba amenitazama, waja wakatowa ushuhuda, waja wakasuudiye kwamba Yesu wetu aliye saao na maue Yesu wetu aliye hai ametutazama, ametutazama. Tutakome mama huyo ambaye ni mjamzito, tutakome mama huyo ambaye anaishi nyumba ya kupanga, tutakome mama baba huyo ambaye hana ajira